Ikiwa ni Jumanne ya Disemba ishirini na mbili, karibu katika kituo chako bora kabisa cha Domeco TV. Tutakuwa tukiangazia baadhi ya komenti katika, katika vipindi vilivyofanyika kwenye studio za, za chuo hiki cha uandishi wa habari na utangazaji hapa Dodoma, na miongoni mwa vipindi vilivyofanyika vilikuwa ni vipindi vya redio. Vilikuwepo vipindi viwili asubuhi, ambapo kulikuwa kuna morning wave ambayo ilianza ili, ili, saa kumi na mbili na nusu mpaka saa mbili na nusu lakini ilikuwepo ilikuwepo Sports Radar ambayo ilianza sa, saa mbili na nusu mpaka saa tatu na nusu E, kwenye vipindi hivyo vilivyofanyika leo asubuhi, ilikuwepo ilikuwepo Morning Wave. Kwanza kulikuwa kuna sehemu ya kusoma magazeti. Kwa sehemu ya kusoma magazeti, kwa komenti yangu mimi, naona ni kama hawajajiandaa kusoma magazeti kwa sababu magazeti walikuwa hawayachambui. Cha kwanza. Cha pili, magazeti walikuwa wana, ni kama wanasoma kitabu hawafafanui kwa, kwa undani zaidi, msikilizaji awezi kupata details sahihi na, na kwa kurasa za nyuma za magazeti walijaribu tu kuelezea kwa uchache, lakini kurasa za nyuma za magazeti hawakuelezea ku, ku, kabisa kwa sababu waliokuwepo wasichana wa tukiongelea tu yengo ya, ya mabinti wa kike hawana desturi ya kufuatilia mipira au mambo ya michezo koo, hawakuchambua kabisa mambo ya, ya, ya magazeti na ndo tumeona tu, baadhi ya comments zikiwa, zikiwa, zikiwa ziko hivyo, lakini kwenye kwa main host ambaye alikuwa ni Rehema Karebu Leema Karibu, yeye amejitahidi, lakini kilichokuwa kinamwangusha mu, kina ilikuwa ni kukontrol mitambo ya, ya studio, ambapo sauti zilikuwa zisikiki vizuri, watu tulikuwa tuwasikiki vizuri baadhi ya makohosti pamoja na main host, ambapo yeye alikuwa sikiki vizuri. Lakini tukirejea kwenye mada, kwenye mada lilikuwepo tatizo la kutojiandaa tuseme, sababu ukiangalia mada yenyewe ilikuwa inahusu kuelekea Januari ambapo ambapo ina sikukuu. Baada ya sikukuu hapa itakuwa ni, ni mwaka mpya una, unaanza, ambapo mada yao waliokuwa wamejikita nayo hawajaelezea kwa, kwa undani zaidi. Lakini tukirejea kwenye, kwenye engo ya ma, ma co-host waliokuwa wanashirikiana wana, wana, wana, wana, wana na, na main host wenyewe, na ni kama wamemwangusha, sababu na wenyewe walikuwa wamepoa. Sawa, tunaelewa kwamba main host akiwa amepoa na kipindi kinapoa, lakini mako host nyie, mnabidi mjitahidi ku, kumchangamsha kidogo main host ili aweze kukaa sawa. Lakini tukirejea kwenye maandalizi ya kipindi, script inaonekana hawakuandaa script, walikuja kuandaa asubuhi. Maana yake umeandaa script alafu ukaja kutuletea kitu kama, kama kilichotoka leo koo. Mimi ni washauri kwamba, wa, siku nyingine wakipata nafasi kama hii wa wa, waandae script mapema, mada waweke mapema pamoja na, na maexperts wao wa wawaweke wawe, wawe, wawe waandae mapema, ili, ili kusudi waweze kufanya kitu kizuri ambacho kinaweza kuwavutia watu, lakini hata kuwavutia komenti za, za ambazo za kuokosoa ziwe komenti ndogo ndogo, zisiwe baadhi ya komenti ambazo zina zinawaonyesha kuwa wao ni wakubwa hapa chuo, lakini wanachokifanya kinakuwa ni cha kitu cha kitoto ambacho ukilinganisha na for tuliokuja hapa intake Oktoba na 61 na ambaye, ambaye amekaa hapa zaidi ya miaka miwili akinakuwa akileti aki, aki maana. Lakini tukirejea kwenye, kwenye kipindi cha michezo, kipindi cha michezo kilikuwa, kilikuwa kizuri, lakini kuna baadhi ya comment ambazo ziliwakwamisha watu, lakini kiliwashirikisha baadhi ya, ya, ya watangazaji akiwemo ya Tedi Tedinyo, binti wa Kibrazili, lakini alikuwepo Kaloli Alfred e, Winga Kishada akijiita Winga Kishada, lakini alikuwepo alikuwepo Rashid Omar akiwa kama mchambuzi, alikuwepo Michael Mundera kama mchambuzi, lakini pamoja na naye Johansen Japhes, naye aliungana kwenye kipengele ki, ki, hicho cha michezo e, kipengele hicho cha michezo ni kama tulivyozungumza sasa. Sijui hii nimekuwa ni kama utaratibu wao, lakini tunaona kama script zinakuwa mungo, mzalishaji maudhui ambaye ni producer anakuwa ajaandaa maudhui mapema, kitu ambacho kina, kinasababisha kutoa maudhui ambayo ambayo yanakuwa kwa revu wao walionayo wao, inabidi watoe maudhui ambayo yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo waki, wakiandaa skripti kama ya kuzima moto ndio unakuja kupata kitu kibaya ambacho ambao wakuja kukionyesha. Lakini ukiachana na skripti, wachambuzi wachambuzi cha kwanza wachambuzi walichambua wali, wali vizuri sababu kulikuwa kuna, kuna mada zaidi ya, ya mbili. Na washukuru wamekuja wame na idea, idea, idea, idea mpya ambayo ilikuwa ni ya championship. So far tunagundua tuna, tuna, tuna kwamba sasa hivi kuna mashindano ya, ya Afcon ambayo yameanza yana, yana, yana yameanza hivi karibuni lakini wame wamekuja na idea nyingine ambayo ya championship ambapo wameweza wame kuwajuza wasikilizaji kitu kipya, sababu kama ni, ni mambo ya Afcon uk, uk, uk, ukifuatilia social media ukifuatilia baadhi ya TV mbalimbali zina, zina, zinaonesha mambo ya Afcon. Kwa hiyo mimi nawashukuru wamekuja na kitu kipya, lakini cha kuongezea kwa main host mwenyewe main host na sio mara ya kwanza, ni baadhi, ni kama mara ya tatu am, amekuwa akiingia redioni pale studioni ana, anataja kuwa karibu ms, ms, mtazamaji wa Domeco TV, yaani imekuwa ni kama ameshazoea TV tu, ameshazoea TV tofauti na redio. Akiingia redioni pale ana, ana, ana, ana, anazungumza kuwa karibu mtazamaji wa Domeco TV, ambapo yeye anakuwa yuko redioni. Lakini kwa, kwa engo ya kibachi hapo kwa main host, main host yeye kwanza inaonekana anabidi aji, ajiweke vizuri kwenye eneo ya kutumia mitambo ya pale studio make anaonekana bado inampa shida, kwao ni vyema akafanyia mazoezi ili aweze ku, kuifahamu na, na kui, kuweza kuiendo mitambo ya pale studio yote. Lakini tukirejea kwa yeye kwa, hapo yeye hey, amekuwa ba, na baadhi ya maneno mengine ambapo Ame, amekuwa akishindwa aki kutaja ku jina la, la, la mchambuzi mmoja ambaye ni Rashid Omar, ambapo alikuwa akimuita Abdara Abu, Abu, Abu, ambapo sio jina lake, labda kama ame, amepewa jina ambalo ni la, ni la, ni, ni, watu wanasema nickname, ambaye ambayo jina la, la, la, kama, kama la ziada lakini lakini kwa yeye kwa pale alikuwa ana baadhi mistake ambaye ilikuwa ni kama maneno baada ya kutaja Kagera Sugar, ametaja Kagera suga e, koo ni, ni vitu ambavyo vilikuwa vinamkwamisha vina. Lakini tukirudi kwa menu, e, kwa wachambuzi ambapo alikuwepo Michael Mundela, alikuwepo Rashidi Omari, Caroli Alfred pamoja na, na, na, na Johansen Japhes, lakini kwa hapo wachambuzi, mimi sikuona kama ilikuwa kuna tija ya, ya wachambuzi wachambuzi kukaa wanne pale. Ilibidi studio ina, ina, ina, ina, ina mic nne, koo walibidi waingie watu wanne studio. Labda kama mmoja angeingia kwenye, kwenye segment ya kimataifa hapo inge, inge, ingekuwa nzuri. Koo mimi ni, niliona producer Karoli Alfred alishindwa ali kutekeleza ma, majukumu yake ya, ya kuwa kwa drive wa wachambuzi wake na menosi ambapo yeye ni kama mkuu pale. Kwa hiyo yeye alibidi kuchukua hatua kuchukua, kuchukua kwamba watatu wangebaki wange kama wachambuzi then, then mmoja ange, angesimama kimataifa. Hiyo mimi kwangu mimi naona ingelikuwa nzuri na, na ni sehemu ambayo ingeleta mvuto kabisa na kuonekana kipindi, kipindi kuwa kizuri kuliko kukaa ku kuka studio na kuanza kushare mic wachambuzi na ina, ina, ina mnyima mchambuzi kutoa kitu alichonacho, madini kutoa madini aliyonayo, kuwapatia baadhi ya wasikilizaji wanaofuatilia michezo na, na kuweka mvuto wake wa, wa nini, wa kazi yake ambapo anayokuwa anafanya nini anaifanya, lakini kwa, kwa wachambuzi wenyewe wanabidi wawe na mpango wa kufuatilia michezo sababu Uwezi, uwezi kugusa juu juu kwa, kwa mechi zilizochezwa jana, unabidi uingie ndani kabisa, utuelezee kwamba je, Angola na, na, na South Africa walicheza jana walitoka wali mbili moja. Kwako kwa wewe, mechi unaionaje na unaizungumziaje? una, una lakini mimi na, napenda kuhitimisha hivyo baadhi ya komenti zangu ambazo zilikuwa zi, zilikuwa, zi, zi baadhi ya komenti zangu ambazo nimeziona nime kwa upande wa, wa leo na zinabidi zibadilishwe ili siku nyingine waweze kupata kitu kizuri e, asante kwa kusiki, kwa kutazama Domeco TV, na ni kusi msikilizaji, usitoke hapa Domeco TV. Na hizo ndo zilikuwa baadhi ya komenti zangu kutoka katika chuo cha wandishi wa habari na utangazaji hapa Dodoma, nikiripoti e, kutoka chuo cha wandishi na utangazaji hapa Dodoma.